Zaidi ya mawaziri themanini wa mazingira wameungana kusisitiza haja ya dharura ya kuwepo mpango wa kimataifa wa kuachana na matumizi ya mafuta ya kisukuku, kauli wanayotoa baada ya hapo jana wanaharakati vijana kuwasilisha tamko lao kwenye kikao chao cha tatu cha mkutano wa COP30, ambapo walitaka nchi kuharakisha mchakato wa kuachana na matumizi ya mafuta hayo. Joseph Songo ni kijana ambaye siku ya Jumatatu katika mkutano wa COP30 alipewa tuzo kwa niaba ya Jambo Radio nchini DRC kwa juhudi zao za kuelimisha jamii nchini Kongo kujua haki zao linapokuja maswala ya mazingira. Mazingira yako unayatunza kwa njia ipi? Kwanza unaelezwa, hiyo ndiyo kazi ambayo tunaifanya sisi, kuwaelimisha hao watu, alisema Joseph Songo. Mashirika tofauti yasiyo ya, ya kiserikali yameeleza haja ya kuwepo mchakato unaozingatia usawa na haki za kijamii wakati nchi zikitafuta kuelekea uchumi wa kijani. Serikali za nchi ambazo ndizo zinaendelea sasa zikiwemo za Afrika zimesema kwamba kuja tu na nguzo hizi haitoshi, lazima kuwekwe mikakati kabambe. Alieleza Omar Tunapozungumzia mataifa kuachana na mafuta ya kisukuku, matumizi ya nishati safi kupikia inaweza kuwa na mchango katika jitihada za dunia kukabiri mabadiliko ya tabia nchi. Profesa Asquo Hilonga anasema hili bado linahitaji jitihada zaidi. Mataifa mengi yametoa malengo yake, ila kwa sasa asilimia kubwa za Afrika bado zipo kwenye matumizi asilimia themanini hadi tisini ya watu bado wanatumia nishati chafu alieleza Profesa Asqua Longa.